Na mfuatiliaji wa Snada Real TV uhaligani? Bila shaka wewe mzima wa afya njema. Uh, mimi ni ripota wako wa nguvu John Hassan wa Snada Real TV. Leo tupo hapa katika studio za Snada Real TV tukukuangazia mambo kadha wa kadha yanayojiri katika pande mbalimbali uh, katika mkoa wa Singida, lakini kubwa zaidi leo tutafanya mahojiano uh, na mgeni yupo mahali hapa. Atajitambulisha majina yake kama ilivyo kawaida yetu. Uh, tutafanya mahojiano uh, kwa namna moja ama nyingine, lengo ni kukuletea update, lakini mahojiano haya yatakujenga na kukufunza kitu. Stay tuned, endelea kufuatilia Snadareal TV. Lakini uh, kipindi chetu hiki cha mahojiano kiko uh, powered by Techno Tanzania, wadhamini wa Snadareal TV ambao huduma zao ni bora kabisa, wamekuletea uh, matoleo mazuri ya simu lakini pia Sangawe Glass and Aluminium, wao wanapatikana mkoani Singida, mkabala na jengo la CCM bila kusahau Bio Sustain ambao wako mkoa wa Singida eneo la Junior, wanatoa huduma nzuri kabisa uh, lakini tuko powered by Royal Village Hotel uh, Royal Village Hotel ambapo uh, wao wanapatikana Dar es Salaam Morogoro, Dodoma na Singida. huduma zao ni nzuri kabisa. Mimi ni mfuata wako nguvu John Hassan wa Snada Real TV, lakini nyuma ya kamera nipo na director na pia picha makini kabisa, mkoa wa Singida ia sing. Karibu sana. Karibu sana katika studio za Snada Real TV. Asante. Poa, hali gani? Namshukuru Mungu niko salama. Okay. hongera na majukumu hapa na pale. Mpenezaa kwa, kwa, kwa, kwa kupendezesha eh, bwana, uh, leo hii tupo katika mahojiano yetu ambao tutaangazia mambo mbalimbali, lakini mfuatiliaji uh, na mtazamaji wa Snada TV angetamani kujua uh, kama angefahamu kwamba wewe unaitwa nani, uh, ni mkazi wa wapi, lakini pia unaweza kujitambulisha kwa Nashukuru. Okay, no. Naitwa Magreth no. Manase Elias Msengi. Kwa majina Naam. No. Mimi ni mkazi wa wilaya ya Mkalama no. okay. Mimi ni mzaliwa wa Singida, wazazi wangu ni wazaliwa wa Singida. Okay. lakini pia wanakuwaga na makazi ya muda mfupi katika mji mkuu wa Dodoma. Dodoma no. niko shule, kimasomo niko chuo nikiwa kwa tatu kwa unasema kwamba wewe ni msanii wa mkoa wa Singida, background yako au tupa kidogo, wapi na wapi, labda kidogo ya ya shule, baada ya hapo na masomo, cha cha kwanza uwezatukafahamua msingi maasab katika shule inaitwa Sangiti iliyoko Moshi Kimushi, then baada y yako pa nilifanikiwa kuendelea na masomo yangu ya five na six yenye advance katika shule ya sekondari iliyoko mkoani Pwani. Baada ya hapo nilielekea chuo cha afya tabibu okay, Uh, Mvumi. Hongera sana hongera uh, sana kwa hatua hizo, lakini pia ukiwa uh, kama binti ama mwanamke Uh, ni kitu gani ambacho kinakuvutia zaidi katika uh, maisha yako? kitu ambacho kinanivutia ni kwenye maisha yangu, mm-hmm. napenda kuwa kiongozi. okay. kitu ambacho kinanivutia sana lakini pia ni visheni yangu maono, mm-hmm. au ambisheni zangu ambazo nimekuwa nikikuwa nazo tangu nikiwa mdogo. no. napenda uongozi, napenda kuwa kiongozi. okay. uh, labda kwa nini unapenda kuwa kiongozi labda

Napenda kwa sababu ni vision ya kweli kwa watu ambao nilikuwa niko mtoto. Lakini ambition hizo zilikuwa zikichangiwa na baadhi ya watu ambao nilikuwa nikiwaona kwa kisiasa ambao wamekuwa kinitia kinimotivate mimi kama kijana mimi kama binti kwenye kudumu kwa ndoto zangu. Kwa kama kijana kitu gani zaidi unavutiwa ukifanya? Yaani unapendelea zaidi kufanya katika maisha yako kwa kama kijana? Okay, kile ambacho ninapendelea kufanya katika maisha yangu. Napenda sana kuwa ambasada au mhamasishaji kwa upande wa vijana wenzangu katika masuala mbalimbali ya kijamii, lakini pia katika masuala ya kiuongozi kwa sababu vijana wengi wameshindwa kuwa na uwepo au uelewa kuhusiana na masuala ya uongozi. Sasa kwa sababu ninapenda kwa kiongozi na ambition kwa kiongozi mkubwa, kwa hiyo ninapenda kuhamasisha vijana wenzangu waweze kukua katika hali ya kiongozi na, pi, na kiujumla katika na na kuwatengeneza au kuwa viongozi wakubwa baadaye. Okay, ah uh, hongera sana lakini uh, namna ambavyo umedarafuwa ama umefafanua kwa kina kwamba wewe ndio yako ni kama balozi. Lakini kwa nini wewe unatamani kuwa balozi kwa uh, wenzangu? Kwa, kwa nini unatamani kuwa hicho? Natamani kuwa balozi kwa wenzangu kwanza kabisa. Ninaamini kuna vijana wengi ambao wana uwezo kuwa viongozi, wana ambition kubwa, lakini hawa lakini since from their background hawezi kupata support. Kwa mimi mpaka hapa nilipofikia, sio kama nipige hatua kubwa sana, lakini mpaka hapa nilipofikia kuna watu ambao walikuwa ni support, na naona kabisa huko nakoelekea kuna, kuna mahali nitafika kule ambapo nilikuwa nitegemea kufika muda mm, mrefu. Okay, kwa hiyo natamani kuwa ambassador au balozi wa vijana wenzangu kuwahamasisha mm, kuweza kuwa, kuweza kufikia nafasi ambazo wakiwa wakiwa wamezihitaji wakiwa, kwa sababu vijana mm. wengi wamekosa nafasi no, au wamekosa watu wa kuelekeza kuweza kuchagua njia sahihi au kuweza kufikia malengo yake. Okay, hapo sawa. Na mfuatiliaji wa Snada TV huyu Magreth Msengi um, amejaribu um, kutuelezea kwamba kwa uh, nini yeye ndoto yake kubwa ama matarajio yake makubwa ni kuwa kuona kwamba kuna watu wanamshika mkono, lakini pia yeye mwenyewe anatamani, yaani yani, yeye amekuwa mhamasishaji na amekuwa ambassador kwa vijana ambao wakati mwingine wana kiu na shauku ya kufikia mm, malengo yao. Sasa ni kitu gani ambacho kinakunyima usingizi? Okay. kitu ambacho kinanyima usingizi, naam, naogopa kufeli. kwa mfano, <laughs> <laughs> hapa natamani kufika somewhere natamani mm. kuja kwa kiongozi mm. kwa hiyo nimekuwa nikipiga jitihada nyingi sana kwenye maisha yangu kuta mm. kutaka kufikia malengo yangu, lakini inakuja kuumia au wakati mwingine inakuja kukosa raha pale ambapo nafikiria, kwamba je, ifuti zote zinazozifanya, lakini still nisifanikiwa kufika kule nataka kufika, hicho kitu kinaniumiza na sometimes. Kwa hiyo kinaniuma usingizi. Ushawahi oh, kufeli uh, kama mara ngapi uh, kwa sababu kuna watu falsafa kadha wakaza wanakuambia ili ufanikiwe at least yani ufeli kama mara elfu tisa mia tisa au mia tisa tisini na tisa au tisini na tisa asilimia alafu ile moja, ona, ona, ona, ona, ona unia, ndio unakwenda kutoboa. That means kwenye maisha, ili ufanikiwe jambo fulani, lazima upitie some challenges, kwamba changamoto kadha wa kadha ambazo utahisi kama zinakukwamisha, lakini ukifanikiwa kuzivuka basi umeshatoboa Ushauri kukutana changamoto ipi ambazo of course zinakufanya wewe unaogopa? Okay. Kufeli, sawa. Hmm. Kiukweli nimefeli, mara nyingi nimefeli. Okay. Mara nyingi sana. Hmm. Shahidi wa haya anayoongea. Hmm. Ni wazazi wangu. Hmm. Wanayafahamu. Okay. Lakini pia ndugu zangu na rafiki zangu wa karibu ni shahidi wa haya ambao nasema, siku ya leo nimefeli mara nyingi sana katika sekta nyingi ikiwemo hmm. elimu hmm. swala so, la jamii hmm. Kwa sababu mimi kama binti lazima nitaparticipate kwenye hii kama biashara mm -hmm. na kuna kuna ile collaboration ya yangu mimi na jamii, kwa hiyo kuna vitu vingi ambayo nilijaribu kuimplement lakini still nilikuwa, lakini all in all nikatambua kwamba mm -hmm. ni kama challenge ambazo zinanipitisha mimi kuweza kufika mahali ambapo ninapostahili kufika, kwa hiyo sikukata tamaa, kwa hiyo mpaka hapa nilipo pia ni hatua kuweza kufika kwenye TV yenu ya leo, kwa sababu kama mnavyojua hii ni TV yenu kubwa, ndal kueta Singida na nje ya mkoa koa, ni hatua kubwa kwa sababu sikukata tamaa katika kufeli. Kwa hmm. maana leo niko hapa. Kwa kwani meshe kufeli mara nyingi lakini sikukata tamaa paka hmm. loni kwapada, no, no, no. weyo sasa unawambia nini vijana, Uh, ama uh, binti um, uh, ambao wanaogopa sasa kwamba kama unavyoogopa e kufeli, lakini katika harakati mbalimbali za maisha, biashara, siasa, uchumi, shughuli mbalimbali eh, za kielimu pia wanaogopa eh, kudhubutu, lakini wewe unathubutu, unaogopa kufeli, lakini bado unasema kwamba mpaka iwe um, wanaogopa kuambia vijana wenzangu kwamba kwenye maisha wasiogope kufeli. Yaani kufeli ni ni naweza kusema kwamba ni step ya kwanza, yaani kufeli ni step ya kwanza ya kuvunja moyo, aidha usiweze kufikia malengo yako. Kwa hiyo kwenye maisha tujifunze kwamba tusiogope kufeli. Yaani kufeli ni sehemu ya changamoto, ukikata tamaa itakufanya wewe usiweze kufikia malengo yako, kwa hiyo na kwenye maisha yaani, hatuwezi kusema haya ni maisha bila kufeli. Lazima ufeli uanguke chini uinuke utembee mbele, ili uweze kufanikiwa. kwa naweza kuwasili jirani zangu, asije kutegemea kwa kwamba leo anaweza kafika sehemu fulani akapata nafasi fulani, maybe ya kiongozi, akapata nafasi fulani katika masuala ya kiuchumi, akapanda akafanikiwa. Hawezi kufika kule kama hata experience issues za kufeli, kwa lazima fail. Na baada ya kufeli ukikuka tatana tata, utakuwa unaweza kusonga mbele uweze kufikia malengo yako. Uh, shukran hiyo uh, hiyo umewapa neno vijana wanaoogopa kuthubutu, lakini turudi sasa, ulishawahi kuwa mm. kiongozi? Ndio, mimi nimesot kuwa kiongozi am nikiwa mtoto mm. mimi kiongozi mm. kwanza kabisa hakuna levo ya shule nimepita sijui kiongozi mm. watini kda sana kwanza, nikafika sekondari mm. nikafika chuo mm nishie kuwa kiongozi labda, hmm. niendelee sana sana kwenye upande wa chuo, okay. I mimi mean, tangu nimeanza chuo nilifanikiwa kupata uongozi hmm. okay. hmm. wa kisiasa pale apale, nilifanikiwa kuwa kiongozi wa tawi ndani ya tawi la chuo letu, lakini pia kwa sababu siasa ina matawi, lakini pia wanafanya association ina kata husika na wilaya husika, nikafanikiwa kuwa mwakilishi wa vijana hmm. kutoka jumuiya ya vijana kwenda jumuiya ya wazazi kata, hmm. Lakini mbali na hiyo kwa upande wangu wa chuoni nilifanikiwa kupata nafasi ya kiongozi katika serikali ya wanafunzi, nilifanikiwa kuwa spika wa bunge usika wanafunzi wa chuo cha mkono. Hongera sana. Asante. Kumbe, <laughs> na ndoto yako ya muda mrefu ya kuwa kiongozi sasa kumbe ilishaanza muda mrefu, hapa ni kama vile unapalilia sasa. Kabisa, na unapalilia zile ndoto na, hmm. na, na sofa tunajua kwamba kuna kitu ambacho wewe mwenyewe unajivunia ndani yako wewe, unajivunia nini? Kitu ambacho mimi ninajivunia kwenye maisha yangu, mm, cha kwanza mm, mi najikubali. Okay, najikubali sana yaani, hawezi akatokea mtu hapa mm, akajaribu kunimbarasi au kunifanya kunishusha self esteem nikakubali hicho. Mm, kitu kinanisaidia kwa sababu, akinirudishi nyuma mm, ningekuwa sijikubali azi nimefeli maana kwa kufaili, bali bali. Kwa sababu katika kufeli mwalimu watu ambao alinikatisha tamaa katika kufeli kuna watu walichangia ni kufeli katika mambo mbalimbali, lakini kwa sababu unajikubali sikukata tamaa, endelea kusimamia misimamo yangu, niendelea kupuka changamoto ambazo nilikuwa nikutana nazo, mimi kama binti, mimi kama kijana, kwa ile kujikubali Mungu ambao niko nayo tangu since na kuwa ninajivunia nayo sana, kwa sababu kuna watu hawajikubali kwa, kwa sababu unajikubali huwezi kufanya chochote wala huwezi kufanya kwa sababu unajikubali najikuta kwamba nakuwa ni kijana ambaye nakuwa niko well determined nakuwa niko well na misimamo, nakuwa nina uwezo wa kufanya mambo zangu hivi kama kijana, lakini pia ah, kama binti so far. Labda sasa, nini matarajio yako au matamanio yako sasa? Okay, mm -hmm. Matamanio yangu mimi ni kuweza kupiga hatua katika kushika nafasi mbalimbali kwa hususan kwenye uongozi, mm -hmm. hasa katika miaka mitano natamani hmm, hapa nilipo ya miaka mitano ijayo niweze kupiga hatua katika nafasi zingine za kiongozi, niweze kuwa kiongozi. Hongera okay. Uh, sana na hii inaonyesha kwamba uh, wewe umedhamiria, yaani ile ndoto yako sio tu kuiota, lakini unatamani uiishi. Kwa hiyo unaiishi ndoto yako ya kuwa kiongozi hmm. Sasa nani ambaye ni kama role model wako ambaye anakuvutia zaidi katika uongozi ukimtazama au ukikaa unaona kwamba I just need to be someone like someone uh, uh, uh, I wanna be like someone Ado, I wanna like like kwamba unatamani kuwa mtu fulani. Nani anayekuvutia zaidi au anayekufanya wewe haupate usingizi, si kabisa, katika ukisha monatmzandoozawananivutia okay. mm. ni wengi mm. lakini

mkoa na taifa kwa ujumla ni kitu kikubwa ambacho hata wanawake wengi anaweza akatoa binti yote akashindwa kusimamia majukumu yake kwa lakini amekuwa kiongozi ambaye anawakilisha vizuri watu wa kike mabinti, kasimama yuko vizuri. Binafsi na mfurahia na ninajifunza vingi kutoka kwake yoke tumegelo. Uh, amewahi kuwa katika tasnia ya, ya mwende, lakini pia kiongozi katika serikali katika chama cha Mapinduzi na je, na wewe unatamani labda mbeleni uje uwe uh, kwanza katika tasnia hiyo ya fashion and designing style labda then uwe kiongozi au wewe unatamani vipi? ni Yeah, hmm. Kweli amekuwa na umaarufu katika nyanja nyingi kama hizo unazoweza kuzieleza. hmm. Lakini kwa upande wangu napenda kumwongelea katika sekta ya uongozi. hmm katika Chama cha Mapinduzi. Okay. kama aliweza kuwa katibu mm -hmm. wa moja wa vijana Taifa. Yeah. Ah, wengi wanasema kwamba ukiona chaelea au ukiona vyaelea ilingu kuu, msemo ama metali hii, wewe unaweza kai fafanuaje ukiona vyaelea Sawa, niweza kufafanua katika mtazamo ufuatao. Yani kwa mfano, mfano mzuri kuanzia Joketi, yes, Joketi mpaka hapo alikofikia ni role model watu wengi sana, na hakika misbamba na ninampenda, nina. Kwa hiyo mpaka hapo alikofikia kuna watu walimtengeneza kutoka akiwuko chini mpaka alikofika juu, maanake alipata viongozi wazuri na yeye aliye kutoka kwa watu ambao alikuwa anawapenda, alipata rumoro sio nzuri, alipata mentors ambao waliweza kumwelekeza katika njia ipasayo. Kwa hiyo mpaka hapo alipofikia, kuna watu wakitu, walikuwepo walianza kumtengeneza tangu akiwa anakuwa katika swala la kisiasa, mpaka hapo alipofikia. Kwa hiyo pia hata tunavyoona mtu yoyote anafanikiwa kwenye hali ya kimaisha, aidha ni maisha, ni biashara, ni swala la kielimu, ni swala la aina yote kwenye maisha, swala la kisiasa, pale alipofikia hakufika tu lazima lazima kuwe kuna mchakato ambao watu walikaa wakadiskasi, wakamwezesha, wakamsupport, wakampusha, akaweza kufikia pale. Kwa msemo wa roho, ndio maana ya huo msemo. Na kwa upande wako sasa, unaweza uh, uh, ukachukulian, naweza kuchukulia katika upande ambao kwamba, mimi mwenyewe binafsi, ili niweze kufikia huko, kama alipofika binti mwenzetu, mwanamke mwenzetu jeketi nitaji watu ambao watanitengeneza vizuri watanimeta, watanikuza katika mafunzo ya kisiasa katika mafunzo ya kiongozi, ili na mimi niweze ku, kuundwa vizuri. At the same time alivsa sema mkiona mage anaelea ujue kweli napenda kusema hivi aliundwa lakini. Vipi katika familia, ndoto hii umeshawahi kueleza? Wao wanachukuliaje? baba mama, labda ndugu zako wengine Kwenye familia ndoto hii nimeshawahi kuieleza familia yangu, wote wanafahamu kama mimi napenda siasa, naipenda sana, sio kidogo, yani iko kwenye damu. Kwa hiyo namshukuru Mungu, wazazi wangu wamekuwa kinisapoti, babangu ananisapoti sana kwenye haya masuala, mama yangu pia nisapoti. Kuna kitu ambacho pia najivunia kwenye familia yangu na M wewe sasa um... Unajisikiaje unapoona familia inakusupoti? Binafsi najisikia vizuri, I'm so excited, kwa sababu unaweza kuona jambo lako, tunategemea support ya kwanza au mzazi. Okay, mfuatiliaji wa Snadareal TV, um, Magreth ametuelezea kwamba namna ambavyo hayuko so excited, yani namna ambavyo familia yake inamuunga mkono inamtia moyo katika kwa kisha ndoto yake na timu yake. Turudi sasa. Ah, uh, asante kwa kufafanuzi mzuri. Ah, lengo la mahojiano yetu ya Super Leo ni kwa ajili ya ku kuangalia nafasi ya kijana katika siasa. Kijana na siasa. Vipi hii na unaelewaje? Kijana na siasa. Kwanza mm, kabisa kijana ni umri wa kuanzia miaka 18 mpaka 40. Sisi kama vijana tunataka tujitambue kwa sababu sisi vijana ndio taifa la kesho. Viongozi walioko madarakani watakuja, watastafu, siku zinakwenda. Kwa sisi kama vijana lazima tuji lazima tukuwe katika makuzi ya kiuongozi ili kesho na kesho kutwa kuweze kusimama kama wanavyosema kina Mungu mchemba leo, kuwa mawaziri, kuwa waziri mkuu wa taifa, lakini pia kusimama kama viongozi wengine wa kuwa ambao mkishukuzwa kupata nafasi katika nchi yetu. Mm. Kwa hiyo sasa napenda kusema kwamba tunaangalia swala la kijana na siasa. Binafsi, napenda natamani kusema kwamba siasa ni kitu kizuri, wala sio kitu kibaya kwa sababu vijana wengi kama wana utamaduni au culture dhana ilipo kwenye jamii kwamba siasa namna gani mbili. Kwa hawajui kwamba kwenye siasa huko tumepata marais, napata makam nataka na viongozi wengine wote ambao anaexisti kwenye nchi yetu. Kwa hiyo siasa, hatuna haja sisi kama vijana kuikimbia, kubaba kujifunza, kubaba kuielewa kwa sababu sisi sii anamataifa na kesho sisi ndio viongozi wa kesho, lazima kujifunza. Kwa hiyo kesho na kesho kutwa kuna vijana ambao wataenda kuhitajika kuwa viongozi baadaye ambao watashika nafasi kama zilivyoshikwa na viongozi kwa sasa, mfano kama rais wetu mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan, lakini pia kama kiongozi wetu waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Mwigulu Lame Kinchemba na kadhalika. Okay, hapo hapo umejaribu kuonyesha dana umemelewa dana ya kijana na siasa. Sasa umemtaja Mwigulu Lame Kinchemba, Dr. Mwigulu Lame Kinchemba, waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa juzi tu ulipokuwa umemtaja na juzi tu ameteuliwa na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan na kudhibitishwa na bunge, kudhibitishwa na bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa eh, wewe ulipokeaje ya teuzi? Kwa kweli hiyo taarifa nimepokea vizuri sana, nilipokea kwa furaha kwa sababu naweza kusema kwamba Mheshimiwa Mwigulu Lameck Nchemba ile nafasi amestahili. Amestahili kwa sababu amekuwa akionekana ni kiongozi makini sana mnye. Kama kama kwenye siasa tunavyojua ameweza kushika nyadhifa mbalimbali miaka ya nyuma, ameweza aliwahi aliwahi kuwa aliwahi kuwa waziri wa kilimo, amewahi kuwa waziri wa mambo ya ndani, lakini pia amewahi kuwa amewahi kuwa naibu katibu mkuu Chama cha Mapinduzi bara lakini pia Mheshimiwa amewahi kuwa waziri wa fedha.